Viongozi wengi kutoka eneo la Ukambani wakionekana kusalia nje ya serikali. Baadhi ya viongozi wakiongozwa na mbunge wa Kibwezi Mashariki Mwengi Motuse wameitaka jamii ya Ukambani kutokubali kusalia kwenye upinzani, akisema wamekuwa wakimuunga mkono Raila Odinga katika kila uchaguzi ila anawaacha kwenye baridi. tumekuwa tukipigia Raila kura ikiisha, yeye anaingia kwa serikali, anatafutia watu wake maendeleo, anatuacha paki pale kwa upinzani. Kura ikikaribia tena anakuja kutupata pale alituacha. Sijui kama mnanielewa. Sasa ni mjinga gani kama ulipigia Raila kura na Raila, yeye ndani ako ndani ya serikali, sasa wewe unakaa nje ya serikali ukitafuta nini? Kiongozi ambaye ndio alikuwa deputy president anatembea kwa kiongozi mwingine pia alikuwa deputy president, wanakula vumbi wanaelekea kwa kijiji ambacho hakina maji hakina stima hakina mulika mwizi ambacho ni kijiji ambacho kimewachiliwa. Na kutokana na ukuruba wa karibu kati ya Kalonzo na Gashagwa, viongozi hawa aidha wameitaka jamii ya Ukambani na hasa Kalonzo kujitahadhari sana dhidi ya Gashagwa. Kalonzo akishauriwa kuingia serikalini na kumsaza Gashagwa. Huyu wa Munyoro. Unaona huyu wa Munyoro? Ile maneno atafanyia Kalonzo, Kalonzo hajui saa hii. Usitembee tu town unapatana na mtu na ujui, ule walifukuza, mtu ambaye amefukuzwa na 90% ya bunge yote. National Assembly amefukuzwa na wabunge 310 out of 349. Senate, ma senator sitini kati ya sitini na saba walifukuza yeye. Alafu wanakuja hapa kutudanganya. Na unajua ule mtu mchungane na yeye. Kalonzo kesho amka enda kwa Ruto. Acha kuingiana rikijitu shafukuza. Ingiana na rais. Ule jamaa ulikuwa naye Raila Amolo Odinga, debut yake alikuwa Martha Karua. Wewe ulikuwa upewe kazi gani after election? Yeye alikuwa apewe speaker ama minister. Enda ukapewe na William Ruto. Sahii serikali iko katika hafla hii, na iliyoandaliwa katika eneo la Kitui Mashariki, na iliyoongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, Wakenya wametakiwa kuishi kwa amani, Kindiki akisema serikali haitakubali machafuko yoyote kutokea nchini. And the government will do whatever it is to make sure our country is stable and safe today, tomorrow and forever. Viongozi hawa walikuwa wamehudhuria hafla ya kwanza ya kuchangisha hela za kuwasaidia akina mama na wanabodaboda katika eneo bunge hilo la Kitui Mashariki. Zablon, Mashare, Undugu TV.